Kama una dakika zitumie kuperuzi kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua unit, piga nyota 149 nyota 01 alama ya redi chagua pindua pindua. Vodacom, power to you la kwanza linahusiana na ratiba yenyewe. Ratiba safari hii takuja kuona huko mbele, kuna baadhi ya mechi tutakuwa tuna of course kwenye, kwenye premier league kwenye, kwenye premier league tuna mechi mia mbili arobaini hiyo kwa hiyo tunesheteza raundi ya kumi na moja ya mechi mia moja hamsini na mbili kwa hiyo, katika mechi hizo mia moja hamsini na mbili uh, tunataka mechi mia moja na mbili ziende live tunazipata hizo mechi 102 ziende live, na baadhi ya mechi zitaanza saa 8 kamili mchana, wakati ya mechi 152 mechi 14 tachia kuanzia saa 8 kamili mchana, lakini bado kwenye mechi ambazo complex zitaanza saa moja kamili jioni. E, muda wote umewekwa na umebadilisha muda ili kupata mechi nyingi zaidi za live na kwa nini tumebadilisha muda wa kwanza? Kanuni ya 14 kanuni ndogo ya arobaini na tano inazungumzia muda wa kwanza mechi mechi naenda ikatachilo kuanzia saa nane kamili mchana yani e, kati ya saa nane kamili mchana na saa nne kamili usiku kwa katikati mechi zinachezeka. Kwa hiyo ni matakwa ya kanuni e, si ndio? Leo tumepanga mechi saa nane kwa kwa nimepanga kwa ya kanuni kwa kanuni inatupa uhuru hiyo, kwa tunaamua hiyo. Sasa kwa nini tumetaka tuwe na mechi nyingi zaidi. Tuna sababu mbili, cha kwanza tunaamini sisi waendeshaji kwamba tukipata mechi nyingi za live zitatusaidia vile vile kumonitor uchezeshaji wa waamuzi. Kwa hiyo hii tunaamini vile vile itakuwa ni changamoto kwa waamuzi kwamba mechi nyingi zitakuwa live, tunaamini zitawasukuma hata wale ambao walikuwa eh, wamepanga au wamejipanga kuteleza tu wa, kwa sababu wao itakuwa rahisi sisi kuchukua hatua kwa sababu kuona kwamba uchezeshaji hauko sawasawa. Lakini sababu ya pili tunataka vile vile mileage kwa sponsors. Mechi zinapokuwa kwenye television mara nyingi sponsors wanapata mileage zaidi. Na sponsors hapa si wazungumzi tu wa wa, wa TFF au Premier League au sponsors wa ligi. Na wazungumzia hapa sponsors wa klabu. Eh, klabu sasa hivi ukiangalia Premier League au Premier League klabu nyingi E, zaidi ya nusu au robo tatu zinao wadhamini, kwa hiyo hao wadhamini nao wanahitaji, na hii imekuwa ni changamoto wakati vilevile tunaendesha msimu uliopita, na baadhi ya klabu zilikuwa zinatuomba zinaleta maombi uaaeraiu wadhamini wetu wapate mileage kwa, tunaona tulifanyia kazi hiyo. Kwa hiyo uamuzi umelenga hapo, kwa hiyo hatudhani kama kuna kuna timu itaathirika kutokana na uamuzi huo wa kikanuni. Eh, kuanza baadhi ya mechi eh, saa 8 kamili mchana. Eh, lakini pamoja na, na, na Cecafa eh, Senior Challenge Cup kusimamisha ligi yetu eh, bado ratiba yetu ikamaliza ligi Mei 26 na 6 tumepanga mwanzo, ili kupisha finali ya Azam Sports Federation Cup ambao aa, Mei 30 ambapo tuna moja Tanzania kama nchi mwanachama wa FIFA imepokea tiketi 290 tumepewa hizo tiketi na fursa ya kuweza kuziuza na kurejesha au kupeleka mrejesho FIFA. Mechi hii, mechi hizo ni kwamba kuna mechi ya ufunguzi itakuwa ni moja tu ya fainali za kombe la Dunia, mchezo huo tumepewa katika hizo tiketi 290 tumepewa tiketi kumi. Tiketi hizo kumi, anayetaka kukaa jukwaa, wenyewe wameandika category 1 lakini kwa lugha nyepesi, ili sisi tuweze kuelewana vizuri, VIP a wao watalipia dola 550 watakaotaka kukaa category 2 au vile tafsiri kwa lugha nyepesi kwamba VIPB watalipia dola 390 kwa mchezo huo ufunguzi. Watakaotaka kukaa mzunguko au wenyewe wanaita category 3 au sisi tunaita lugha nyingine popular mzunguko utalipia dola 220. Hii inakwenda sambamba na walipaji wengine wenye mahitaji mbalimbali mbali wanapotaka kwenda kuangalia mchezo ule, wakiwemo watu wenye ulemavu ambao wanatumia wheelchair, wale wa wana kategori nyingine mpaka ile ya kwamba kuna watu wale wanene ambao wanapata wanakaa sehemu maalum hao wote wanalipia dola mia mbili na ishirini. Lakini sisi zinazotuhusu zaidi ni hizi kategori tatu, ya kwanza, ya pili, ya tatu. Lakini tumepata tiketi 250 katika hizo 290 katika stadium zifuatazo katika mechi za magrupu yaani unachagua katika labda grupu A, B mpaka ile nafikiri H yako makundi manane, unachagua tu mechi ya grupu fulani. Hapa tumepata kwa stage ya kwa stage ile ya, ya group kwa stage ya round ya 16 bora, 16 bora, maana yake wakati huo kila kundi limetoa lime, lime, lime timu mbili mbili ambazo zinakwenda sasa kutafuta timu za robo finali timu 16 bora na mpaka kwenye quarter final hapa tuna jumla ya tiketi mia mbili na hamsini. Kwa hiyo mechi zile kumi za mwanzo unakuta tuna mia mbili na sitini tayari. Kwa hiyo katika hatua hiyo tuna tiketi mia mbili na hamsini, lakini katika group stage watakaotaka kukaa VIP watalipia dola mia mbili na kumi wanaotaka kukaa VIP B dola 165 na wanaotaka mzunguko dola 105. Kwenye hatua ya 16 bora, kiwango kidogo cha bei kimepanda kwa VIP A dola 245, VIP B dola 185, dola kadhalika, mzunguko dola 115 watakaotaka kukata tiketi za robo finali, wanataka wanaotaka VPA watalipa dola 365, eh, VPB dola 255, na C dola 175. Sibuka Loto, tumerudi tena, na sasa tuna selema kwa elfu. Baada ya miaka kumi, Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wasibuka nchini kote. Jishindie trekta aina ya John Deere 5065, bodaboda 15, pampu za dawa 50, redio 100, majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem, kem. Jinsi ya kuselema kwa elfu, piga namba ya mwamalo wa M-Pesa kisha kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777 kisha andika kumbukumbu kumbu namba 3538 kisha weka kiasi cha shilingi 1000 kwa tiketi moja. Kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa Desemba 9 mwaka 2017 na, na draw za kila wiki pia zipo. Sibuka Loto, selema kwa elf

Kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua yunit zako kuwa dakika au mb au sms unavyotaka, piga nyota 149 nyota 01 alama ya reri, chagua pindua pindua. Vodacom. Vodacom. Power to you.